Karibuni tena kwenye chaneli yetu. Leo tunaenda kuangalia kuthibitisha kuwa kwanini tunasema nukta ni ngoma ya kibingwa, ni ngoma ya ushindi. Sasa kuna watu ambao wanakuwa wanaona kama tunavyocheza, tunavyo tunaonyesha kete, wanaona kama watu halisi hawachezi hivyo. Kwa leo nimeenda play uk ili tukacheze na watu halisi ili uone watu halisi huwa wana wanachezaje wa ukimpelekea nugza e, anajibuje, kete ambazo watu huwa wanacheza. So, ni nimetumia akaunti yangu hii kubwa, nadhani huwa inakuwa ina watu wanachelewa kuingia kwa sababu wa nadhani wakiona akaunti kubwa huwa wana, wanaogopa wanaona kama watafungwa, kwa hiyo tusubiri hapa akitokea akitokea mtu tucheze naye tuangalie, kuwa mtu ukimpelekea nugza anajibuje na, na o takua natakiwa ujibuje. Kwa hiyo leo tunapata mafunzo live. Ngoja ni pozi mpaka atakavyoonekana mtu tuingie, maana tofauti na hivyo video itakuwa ndefu. Haya, amekuija huyu. Haya, haya tunaenda tuna naye tunampelekea nugza Angalia na jibuji, amezuia kama hii, tulishaisoma unachukua unaweka hapa. Ameleta hii na yenyewe tulishaangalia kuwa hii tunaleta hapa. Ameleta hii hii, nadhani nimetoka kuupload video leo. Kwa hii unajibu unaweka hapa hii, nimetoka kuupload video leo leo kwa hiyo tunaangalia sasa. Hii hatujaangalia alipo akicheza hivi, tulikuwa tuja hatujaangalia mtu akicheza hivi. Kwa akicheza hivi unakata kata, anakula hivyo, unakula hizi mbili, kila mbili unaangalia anakula wapi. Akila huku unamshikilia hapo, nasubiri ale na ile Akiwa akua amba mchezaji anatoka huku, akitoka huku, namfata tu, na hapo mchezaji hapo akitoka huku hapa, tunatakiwa tushike tu huku mwisho. Naona hmm. hmm, anafikiri naangalia achezaje. Kaona akija hapa, akija hapo, namwekea tu hii hiyo ameweka kwa sababu hapo tafuta yako inakuwa lina tega sana, kwa na mitego mingi mingi mingi. Akiweka hapo na mix huku, ameomba na mix hapa, akila mbona aji akila, unashika hizo mbili, akila hivi tena, unashika hivi, umeona? hapa unawacha naiza kiporo hiyo, unairudia manake. Akwambia drafti likikaa vile na nakelina mitego mingi, maana akiziba hapa wetoka tu naiweka hapa manake kingi kule aingili maana uh, anacheza hapo na amwekea tu hapa hmm. <laughs> Naona atoe hizi kete ili auwe kingi a tu unalazimisha ingie kingi, unalazimisha ingie kingi ni nkomeshai hii. Anapoteza muda tu. Aya, hapo unamiksia huku hivi, wachagua kwa kula akila na kete unakata hivi, akila na kingi unakula. Manake akila na kete unakata hapa. Usikate, usikate, usikate na hii usiani, usiue kingi kwa pande zote mbili, uwe kata kwa huku. Hapo ndio inakuwa inaisha haraka. Ao hapo unakula hivi, wanakula kule wakula hapa, akipiga stepu mguu mmoja naona, weka stepu mguu mmoja limeisha, naweka stepu mguu mmoja ona, na nakuwa limekwisha kwa limekwisha kwa lime staili hiyo maaini na, nakubali. Sasa Aliaee anapelekaje? Na yeye kaanza kaanza nugza, kakuwa kaanza nugza. Sisi hapa tuna ngoma nyingi, tuanza tukampelekea ile ile, tunaweza tukampelekea ile ile ambayo tumetoka kunanii, tumetoka kuangalia maana Duna, tuna tunamwekea hapa tukampelekea ile ile. Ila sasa kwa sababu ngoma sisi tunaijua, kwa hiyo tuna uwezo pia wa kutoa sare. Watuangalie dakika video isiendelee. Tukimaliza hili nita, nita upload video. Sita sitaonyesha mchezo mwingine, kama mtakuwa mnahitaji naendelee kuonyesha hivi michezo ya live, mtakuwa mnaniambia. Hapa nacheza kama yetu yeye bwana ame amecheza huku hapa hapa na michezo mingi hapa na michezo mingi, sasa kutokana na

meja we bana tu hapa ametoka tena meja, ametoka meja, aweka huku

Hapa asiweka hivyo pake tu mwisho amekuja ha, hapa ndani, akija ndani lazima uzibe. Hiyo ni lazima, sio kete ya hiari, kwani mpaka sasa hizi hapa drafti ilipo ntina kete za lazima tu ambazo. Tofauti na hivyo usipocheza drafti itakuwa gumu kwangu kitu ambazo ni lazima nicheze hapa hapa. Unaweza kesho ukaja, unategemea navochea, ameona mtego, ulikuwa unaweza ukamcheza hapo akicheza, akicheza tofauti na hiyo, ulikuwa unamtoa huku, unapiga hapo katikati, unakula mbili, unaenda kingi moja kwa moja, naona. Kwa hiyo hapa anapiga, hapa anapiga, wakula kwanza huku, anaangalia anakulaje, na nanakula huku, wakula huku

Unakata akiingia huyo unachukua hiyo unaweka hapa ale kwa sababu anakuvizia mona, unachukua hiyo unaweka hapa alafu baada ya hapo ndo unaanza kutengeneza mazingira ya kingi tofauti na hivyo kingi ulikuwa wingi, kwa sababu alikuwa anakuja kuiomba katikati. Maona akiomba katikati ulikuwa kuna cha kufanya, akitoka na hiyo anaenda kakingi hapa wewe chukua una, hii unamrudisha tena. Mara ukiingia kingi pale, si ananyonga? Ukiingia kingi pale ananyonga, kwa sahizi unatoa mtegafundonaingia, hii itakuwa sare. Kuna kuna sehemu mwanzoni nahisi nilicheza makosa iya, itakuwa sare na kuwa sare, sheria draft, sheria sheria a mchezo wote ni sare. Cheza kwa usahihi inatoka sare, mpaka unafungwa mtu anaki mecheza. Mecheza makosa, ukicheza kwa usahihi itakuwa sare. hii itakuwa sasa, tufanye video hii ndefu sana, naweza tukakw kwa sababu tuonye, umeona anatumia muda kucheza, anaangalia mtego, mtego wenyewe aupo na hapo. Muda unavozidi kwenda huko online, muda unavyozidi kwenda maana yake pale, unavyozidi kuchelewa kucheza, maana yake muda unaenda, utafungwa kutokana na kutokana na muda. Ngoja tuende tu. Kwa hiyo kwa staili hii inakuwa sare, yaani hamna goli hapo. Kwa hiyo video yetu tutaishia hapo.